Ndoa ni safari ambayo wakati mwingine mnaweza mkakutana na changamoto mbalimbali. Mnapokutana na changamoto, ni muhimu sana kama wenza mkaambatana pamoja. Ukisoma Bibilia, kuna stori ya Elkana na Ana ambaye ni mamaake Samuel. Wengi tunajua kwamba Ana alisubiri mtoto kwa muda mrefu sana, lakini hatumuoni Elkana akimwacha katika hicho kipindi cha kusubiri, kwa sababu Elkana alikuwa na na watoto wengine na Penina, angeweza kuamua kumwacha Ana lakini tunaona aliambata naye na Biblia inasema tena alimpenda Ana zaidi. Kwa hiyo, hii ni kutuonyesha ya kwamba pale mwenzako kwa anapopita kwenye changamoto, anahitaji sana kuuona upendo wako. Utakapomwonyesha upendo huo, upendo utamtia nguvu. Lakini pia Biblia inasema tutapita kwenye maji mengi, hayatatugharikisha. Kwa hiyo, Mungu hajatuambia kwamba hatutapita kwenye changamoto, ila assurance tulionayo ni kwamba hizo changamoto hazitatuteketeza. Kwa hiyo, changamoto yote mnayopitia iwe ni kwenye uzao, iwe ni kwenye uchumi iwe ni kwenye afya, ni muhimu sana mkaambatana pamoja na ukajua ya kwamba hiyo ni season tu, lakini Mungu atawavusha na mtaenda kwenye majira mengine yenye furaha na kicheko.